O mashujaa wetu. Wa Tanzania na Afrika. O mashujaa wetu. Hayati Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe kumi na tatu ya mwezi Aprili ya mwaka 1922 pembezoni mwa ziwa wa Nyanza katika kijiji cha Butiama kilichopo mkoani Mara. Alikuwa mmoja kati ya watoto 26 wa Chifu Nyerere Burito na mama yake Bi Kristina Mugaya wa Nyang'ombe. Katika utoto wake, Kambarage alikuwa mchunga mifugo wa familia yao. Maisha ambayo yalimweka karibu sana na jamii ya watu wa kawaida. Elimu ya msingi alianza katika shule ya Mwisenge mjini Msoma. Baadaye aliendelea katika shule ya sekondari ya Tabora ambayo ilikuwa ni moja kati ya shule bora kabisa kwa wakati huo. Alipata nafasi ya kwenda kusomea shahada ya ualimu katika chuo kikuu cha Makerere kilichopo nchini Uganda na alipomaliza, alirejea Tanzania na kufundisha katika shule ya sekondari ya St. Mary's mkoani Tabora. Mwaka 1949 alipata ufadhili wa kwenda chuo kikuu cha Edinburgh nchini Uingereza ambako alisomea shahada ya uzamili katika historia na uchumi. Alihitimu mwaka 1952 na, na kuwa Mtanzania wa kwanza kusoma katika chuo kikuu cha Uingereza na kuwa Mtanzania wa pili kupata elimu ya juu nje ya nchi. Baada ya kurejea Tanganyika, alifundisha masomo ya historia, Kiingereza na Kiswahili katika shule ya sekondari ya Santi Francis inayojulikana leo kama shule ya sekondari Pugu. Mwaka 1953 Mwalimu Nyerere alichaguliwa kuwa rais wa chama cha Tanganyika African Association, taa chama alichokijenga akiwa Makerere. Mwaka 1954 alikibadilisha chama hicho na kuwa Tanganyika African National Union, yani tano, chama cha kisiasa kilicholenga kudai uhuru wa Tanganyika. Uongozi wake ulioamusha wananchi na kuwatia nguvu ya kudai haki yao. Mwaka 1955, alilazimishwa kuchagua kati ya ualimu na siasa. Akachagua siasa, akasema, Nilikuwa mwalimu kwa kuchagua mwanasiasa kwa bahati mbaya. Akiwa tano, alisafiri nchi nzima akihutubia watu wa kawaida, machifu pamoja na viongozi akiwaunganisha katika harakati za kudai uhuru. Tarehe tisa Disemba ya mwaka 1961, Tanganyika ilipata uhuru wake. Mwalimu Nyerere akawa waziri mkuu wa kwanza wa Tanganyika huru. Mwaka uliofuata 1962, Tanganyika ikawa jamhuri na Nyerere akawa rais wa kwanza wa jamhuri ya Tanganyika. Mwaka 1964, na aliongoza muungano wa Tanganyika na Zanzibar na kuunda jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mwalimu Nyerere aliongoza kwa miaka 23, na mwaka 1985 alistafu kwa hiari, jambo ambalo ni gumu sana kwa viongozi wengi wa Afrika. Alirudi kijijini Butiama na kujishughulisha na shughuli za kilimo. Mwaka 1996 alianzisha Mwalimu Nyerere Foundation, taasisi inayojihusisha na amani maendeleo pamoja na haki za binadamu. Tarehe 14 ya mwezi wa Oktoba mwaka 1999, taifa la Tanzania lilipatwa na uzuni kubwa. Mwalimu Nyerere alifariki dunia katika hospitali ya Mtakatifu Thomas iliyoko London nchini in Uingereza baada ya kuugua kansa ya damu mwili wake ulirejeshwa nchini tarehe 18 ya mwezi Oktoba na kuagwa na maelfu ya Watanzania katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Mazishi yalifanyika tarehe 23 ya mwezi Oktoba ya mwaka 1999 nyumbani kwake Mwitongo Butiama, hayati Mwalimu Julius Nyerere anakumbukwa kama mmoja wa mashujaa wakubwa wa Afrika kwa sababu zifuatazo: alikubali kuachia madaraka kwa hiari baada ya miaka 23 ya uongozi wake. Aliimalisha umoja, upendo, mshikamano na amani nchini Tanzania na barani Afrika. Alikuwa mstari wa mbele katika harakati za uhuru wa Tanganyika. Alipigania ubaguzi wa rangi. Alikuwa mwalimu kabla ya kuwa mwanasiasa, jina ambalo lilimstahili Mwalimu aliimarisha utamaduni wa Kiafrika na lugha ya Kiswahili. Alitetea taifa katika vita dhidi ya Idi Amin Dada wa Uganda. Aliunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika ZANU, ANC, PAC, SWAPO, MPLA pamoja na FRELIMO. Alihimiza utu na no ubinadamu katika sera za maendeleo, mwasisi wa ujamaa na kujitegemea kupitia azimio la Arusha, mwasisi wa vyama vya TANU pamoja na CCM. Na huyu ndiye baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere, shujaa wa kweli, mwalimu, mwana mageuzi na mpenda haki. Historia yake ni somo, ni mwanga na ni urithi wa kizazi hadi kizazi. Tunamkumbuka, tunamwenzi, tunajivunia. Oh, Mashujaa wetu, mashujaa wetu.